Walivyomwambia kwamba Yohana Mbatizaji amewafundisha wanafunzi wake namna ya kusali, tufundishe na sisi, anamwambia ninyi wanafunzi wangu salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Anasema ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu, wakati Yesu Kristo yupo katika mwili, ulikuwa bado haujadhirika wala haujafunuliwa kwenye mioyo ya wanadamu. Ufalme wa Mungu ni uhalisia wa Kristo ndani ya mioyo ya watu, ulikuwa bado haujafunuliwa, haujadhirika ndani ya mioyo ya watu. Anapoambia ufalme wako uje, anamaanisha ni mara baada ya Kristo Yesu ambaye ni mfalme mkuu. Maana maandiko yametabiri kwenye Isaya sura ya ya tisa kuanzia mstari wa sita na wa saba kwamba akazaliwa mtoto huyu, ndio atakuwa mfalme na ufalme wake utakuwa ni wa milele, atatawala milele. Lakini wayahudi walikosa kujua ni aina gani ya ufalme ya, ya huyu masihi atakaye kuja kutawala milele. Yesu Kristo anawaambia Mathayo 21:42 na 43, ankusoma katika maandiko waliondika baba zenu kwamba ile jiwe waliokataa waashi limekuwa ni jiwe la pembeni jiwe kula pembeni, yaani Kristo aliyoletewa Wayahudi, waashi wakakataa ile thamani kwa ufalme wa Mungu, na Kristo akafanya kwa jiwe kula pembeni. Mstari wa arobaini na tatu anasema Mathayo ishirini na moja kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa mat, matunda yake. Daudi alishawaandikia katika Torati yao kwenye Zaburi 118 mstari wa 22 na 23 kwamba jiwe kula pembeni litakataliwa, atakuja Kristo Yesu, atakuja yule ambaye atakaye kuleta ufalme wa Mungu kwenye mioyo yenu, mtamkataa na ufalme huu utaondolewa, watapewa taifa lingine, watapewa mataifa mengine. Mpango wa wokovu kupitia jamii ya Kiyahudi na kuelea dunia nzima, wale walioletewa huo mpango huu wa uokovu wa wa Wayahudi wakaukata. Nisikile vizuri, Yesu Kristo ndio ufalme mkuu katika ufalme wa Mungu, na ufalme huu ni wa umilele katika ulimwengu wa roho na ufalme huu ameuwekeza ame, ame au ameuanzisha ameupanda, na unaenea kupitia mioyo ya watu wale ambao wanampokea wanaamini kazi kamilifu ya uokovu. Kuna wakati fulani, kuna Yohana sura ya 18 mstari wa 36 mstari wa 33, tunaona Pilato anamuuliza Yesu Kristo, Je, yeah, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu Kristo anaambia laasha, mimi sio mfalme wa Wayahudi. Sikuja kwa ajili ya kutawala falme za dunia hii. Mstari wa 36, Yesu anasema kama ningetaka kutawala, kama ningetaka kutawala, Yohana 18:36 anasema Akajibu Yesu akamwambia, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu, yani wale followers wale ambao wananifuata, wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu sio wa hapa. Anamwambia Pilato, ingekuwa nimekuja kutawala ufalme wa Kiyahudi, hawa wanaolifuata maelfu na maelfu ya watu wanaolifuata Wangenipigania Wayahudi tuko wasinikamate, tuko. Sasa jambo la pili, ufalme wa Kristo haukutokana na yeye kuja kuitawala Israeli, ijapokuwa Wayahudi mpaka sasa hivi wanajua kwamba masii bado hajaja. Wanajiandaa kujenga hekalu, kuchinja yule yule yule yule ndama mwenye rangi moja wakiamini kwamba masia atashuka atakuja. Bado mpaka sasa hivi wayahudi kule Israeli hawajui kama masia aishakuja miaka elfu mbili iliyopita. Bado wapo kwenye giza. Ashakuja wakamkataa, waliletewa ufalme wa Mungu wakaukataa, tukapewa neema mataifa mengine, ijapokuwa mpango wa Mungu wokovu uanzie uyahudi uenee mataifa yote. Kwa hiyo Yesu Kristo anamwambia Pilato kwamba ingekuwa ufalme wa Mungu, mimi ambaye nimekuja kuwakilisha ufalme wa Mungu, ingekuwa katika namna ya kibinadamu, basi wafuasi wangu wangenizuia nisiweze kukamatwa na kutia mikono ya wayahudi na kufika mahali hapa, akimaanisha ufalme wake ni wa ulimwengu wa Roho, ni ufalme wa kimungu na sio ufalme wa kibinadamu. Mathayo sura ya 4 mstari wa 9, tunamona shetani anamuonesha Yesu Kristo falme za kidunia hii na utukufu wake. Mathayo sura ya nne mstari wa tisa anamwonyesha Yesu Kristo, nisijudie nipe moyo wako, nipe ibada nikupe falme za dunia hii. Anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba Yesu Kristo alikuwa anaonyeshwa mara baada ya kutoka kufunga siku 40 usiku na mia, zi, zi, zi, mchana. Shetani alikuwa anamuuliza Yesu Kristo mioyo ya watu kwamba nisijudie, nikupe hawa watawale njia halisi ya Yesu Kristo kupata nafsi za watu kupata mioyo ya watu haikuwa ni kumsujudia shetani Ibilisi. Njia ya Yesu Kristo kupata nafsi za watu zilizopotea na kurejesha mafarakano kati ya mwanadamu na Mungu na kurejesha ile neema ambayo Adamu wa kwanza aliyepoteza na ile mamlaka na ule uweza, ilikuwa sio kumsujudia shetani na shetani kumpa. Maana shetani alichukua pale Adamu wa kwanza alipomsikiliza Shetani na kaacha kumsikiliza Mungu, ile mamlaka na ule uweza ikamvuka adamu wa kwanza akaichukua Shetani Ibilisi. Anaposema, anaposeba kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4 kwamba Shetani Ibilisi ni mungu wa dunia hii, anamaanisha hivi, yeye ndiyo anayetawala falme za dunia hii, anatawala mifumo ya dunia hii, Shetani Ibilisi. Kwa hiyo basi, ili hii ye, Yesu Kristo aweze kupewa falme za dunia hii ili mpasa amsujudie nani? Shetani Ibilisi. Lakini Yesu Kristo anawaambia kuna namna ambayo ya kuchukua mioyo wa ya watu, kuna namna ya kuteka mioyo wa ya watu, sio katika namna ya kusujudia wewe. Leo watu wengi imekuwa ni rahisi sana leo katika dunia, hata walioko kanisani walioshika Biblia kumsujudia Shetani ili waweze kupata nafsi za watu, kupata watu wengi atupati nafsi za watu hatuzikusanyi nafsi za watu katika jitihada zetu sisi, wala kuwezeshwa kwa kumsudia shetani Ibilisi kwa kupigia magoti. Tunazipata nafsi za watu, tunazitumikia kwa sababu zimenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Yeye aliyezinunua ndiyo ana uwezo wa kuzileta kwetu sisi. Tunapaswa kuitangaza jina lake, tunapaswa kulitangaza injili Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo ndio inauweza wa kuleta wokovu kwa hizi nafsi za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. kwa Yesu Kristo akakataa, njia sahihi ilikuwa ni Yesu Kristo kujidhabihu, kujitoa kama sadaka, kufa, kutoa uhai wake na kutoa kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi na watu wengi. Na habari njema tuliyonayo kwa ni kwamba yule ambaye ni mfalme mkuu ambao ni Yesu Kristo, ambaye alikataa shortcut ya kupata nafsi na mioyo ya watu. Leo hii yeye amekuwa ni mfalme mkuu, amekuwa ni kuhani mkuu na tunatawala naye katika ulimwengu wa roho. Waefeso sura ya pili mstari wa sita Biblia inasema akatufufua pamoja na yeye akatuketisha pamoja na yeye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Yesu Kristo yuko mkono wa kuume kwa Baba, wa kuume kwa Baba katika ulimwengu wa roho. Tulifufuliwa pale tulikufa pamoja na yeye tukafufuliwa pamoja na yeye na tumeketishwa pamoja na yeye katika ulimwengu wa roho, tunatawala. Ndio maana mamlaka ya kimungu leo inatawala ndani ya mwamini yule, mwenye Kristo, mwenye neema ya wokovu ndani yake.